Hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na Django Forms and Validation. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutokea Soma Taaluma, na tayari tumeshaweza kukava vitu vingi sana katika Django na tukielekea ukingoni wa kozi yetu hii, so moja kwa moja tutakuja katika sehemu ya library yetu ama katika API yetu ya library. Bila shaka hatuna file ambalo limeandikwa ni forms, so tutakwenda tuta create tutamwambia ni forms.py so sndaniyafomy hapa tunakwenda moja mojamoja from jango import forms. Then hapo moja kwa moja maybe to import kabisa from models to import book member, lakini vile boro record. Okay, so tuna class book form tunakwenda kucreate form yetu ya book ambayo itakuwa ni forms.model form then, tutakuja katika ending kama kawaida, class meta. Okay, model ambayo tunakwenda kuitumia, uh, model itakuwa ni sawasawa na book. So hapa tutakwenda kucreate Uh, form moja, halafu itakuwa ni kazi yako wewe kuweza kutengeneza form nyingine sms katika models classes ambazo tulizozifanya na kushauri. Uh, uweze kazi kamilishe so fields na kuweza kufanya validation. Bila shaka tutahitaji fields za kuweza kuzipokea ama fields za kuweza kujazwa, uh, fields sawa so, hapo tutahitaji watu na title vile vile tueto na author, vile vile tuitaji tuwe tuna ISBN kwa vile hii ni form, alafu tutahitaji kuwa tuna publication_date, alafu vile vile tutakuwa tuna genre, lakini vile vile tutakuwa tuna tuna maybe available let's go copies okay, vile vile <tune> tunaweza tuka uh, tunde, ending okay. tukaingiza maybe widgets kwa ajili ya kuweza kufanya validation then ndani yake tukamwambia publication date hey ni forms.DateInput taremba, hii ni date input. Alafu katika attributes value zake inabidi tuweze kupass type uh, sorry inabidi kumbuka iwe ni hivi

Then hii the ni class ya book form maybe tunaweza tukatengeneza naya memba kwa sababu okay, maybe tuna class member form. Tukawa tuna form ya member. And then tukapasa hapo ni forms dot model form okay class meta as usual model bila shaka atakuwa ni memba, alafu fields ambazo tunahitaji eh, sorry memba fields ni sawasawa na list yetu ambayo tutakuwa tuna memba underscore id, vile vile tutakuwa comma tutakuwa tuna phone lakini vile tutakuwa vile tuna address. Okay, nazani fomu yetu kwa sasa hivi kwa hatua awali takuwa tumefikia hapo ama imetosheleza, then tuende tukangalie katika lesson ambazo zitakuwa zinafuatia vitu vingine, tuje tuangalie how tunaweza tukaja tukazitumia hizi forms yani, kitu ambacho umekifanya sasa hivi, tumejaribu kuweza kuitengeneza hii form kabisa, then utakuja kuona tu katika lesson ambayo inafuatia moja kwa moja, inputs zimekuja directly na form imejitengeneza moja kwa moja. Kinachobakia ni wewe kuweza kufill data na kwenda kuzisave katika database moja kwa moja.